Shukrani sana mwenzangu Ahmed Juma Balo na Gladys Mungai mkiwa kwenye studio. Tunakujia kwa njia moja kwa moja kutoka katika mkahawa wa Farmview hapa katika kaunti ya Busia ambapo awamu ya nne ya mazungumzo baina ya vizazi yatakuwa yanafanyika. Ni mazungumzo ambayo yatakuwa yanaanza mwendo wa saa moja unusu hadi saa tatu kamili. Na hivyo basi tunapozidi kujiandaa, ningependa tu kumwalika naibu kamishna wa kaunti ya, ya Busia ambaye ni Solomon Chesut ambaye pia leo hii anamwakilisha kamishna wa kaunti. Karibu sana, shukran sana kwa kujiunga nasi. Pengine tunapoanza, uh, tueleze tu, wakaribishe kwanza wananchi katika eneo hili na pia utueleze kuhusiana na masala ya usalama katika kaunti hii. Karibu sana. Welcome to Busia. I am Solomon, Komen Jesu,

Asante sana. Bila shaka mtazamaji huyo ni naibu kamishna wa kaunti ya Busia bwana Solomon Chesut ambaye leo hii anamwakilisha kamishna wa kaunti. Kumbuka ya kwamba mazungumzo haya yatakuwa yanaletwa moja kwa moja katika KBC Channel 1 kuanzia mwendo wa saa moja unusu hadi saa tatu, na tutakuwa tunaangazia tu masuala mengi na vile vile wananchi watakuwa wanapata fursa ya kuuliza maswali na pia kuchangia katika mjadala huu. Kumbuka ya kwamba tayari kama unavyoona wameshawasili hapa kuanzia Um, majira tu ya takriban saa tatu hivi zilizopita na wako tayari kwa yale mazungumzo. Lakini kwa sasa hivi uh, ningependa tu kurejesha usukani kwako Gladys Mongai na Ahmed Juma Balo kwenye studio. Asante Nancy Okware kutoka maeneo ya Busia na mtazamaji, kama alivyokueleza ni kwamba mazungumzo hayo yatakuwa yanangananga mwendo wa saa moja unusu, tume ya NCIC ikishirikiana na shirika la KBC Channel 1 kuzungumza na wakazi wa maeneo ya Busia, hasa hasa kuleta maswala ya uwiano na utangamano. Balo tuk